Safari ya Tumaini katika ufukwe tulivu wa bahari ya Mswahili. Chini ya jua la asubuhi lililong'aa kwa upole, yai dogo lilipasuka kimya kimya. Kutoka ndani yake alitokeza kiumbe mdogo mwenye macho makubwa ya matumaini, mtoto wa kobe aliyekuwa hajui lolote kuhusu dunia aliyozaliwa ndani yake. Aliitwa Tumaini. Alitazama ulimwengu kwa mshangao. Mchanga ulikuwa moto, upepo ulikuwa mpole na sauti ya mawimbi ilimwimbia nyimbo za kale alizozisikia kwa mara ya kwanza, lakini zilihisi kama amezisikia maisha yote. Aliangalia vipande vya ganda la yai vilivyozagaa karibu naye na akajua, huu ni mwanzo, si mwisho. Kobe wengine walikuwa tayari wameanza safari yao kuelekea baharini, wakitembea kwa bidii kwenye mchanga uliojaa vizingiti, Tumaini alijua kuwa mbele yake kuna hatari nyingi: ndege wa mwituni, mawimbi makubwa na maisha yasiyo na hakika, lakini ndani ya moyo wake mdogo palikuwa na jambo kubwa kuliko hofu, mstari wa ndoto ya kuogelea kwenye kina kikuu cha maisha. Kwa hatua za polepole pole, lakini za hakika, alianza kusonga. Kila alipopiga hatua alijifunza. Kila tone la jasho la bidii lilikuwa baraka. Hakujali kama wengine walimwacha nyuma. Alijua kila mmoja ana wakati wake wa kuwasili. Na alipofika kwenye ukingo wa maji, aligeuka kwa mara ya mwisho na kuangalia alikotoka. Hakukuwa na mashangilio wala midundo ya ushindi, lakini palikuwa na amani, amani anayejua kwamba ameanza safari yake ya kweli. Na akatoweka baharini, akiwa bado mdogo, lakini akiwa shujaa wa ndani. Ujumbe kama Tumaini: kila mwanzo ni dhaifu, lakini ndani yake kuna nguvu ya ajabu. Usihofu polepole zako, cha muhimu ni kuendelea kusonga mbele.